Salamu alaikum, naona mambo yamekwenda vizuri, darsa zimefahamika. Ninaomba tusitawalishe sana muda. Ameingia hapa Shekh Singa, Mwenyezi Mungu ampe kila la heri na amzidishia msomi wa Kisudani si Msudani lakini ni msomi wa kuidwa. Kwa maana akasomea Sudani, ni mfano wa kuigwa, kwa maana akaisoma dini na hapo hapo ana master ya uchumi ausi kwa, ni shekhe mchumi, ni shekhe mchumi. Nimpe maiki hii amkaribishe.

Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wataala, na kumtakia ziada ya rehma na amani Mtume Muhammad, ndugu zangu, kazi niliyopewa ni kumkaribisha shekhe wetu kipenzi chetu shekhe Walid Ibn Sheikh Alhadi Umar, na wallahi mimi katika vitu ambavyo nimejifunza kutoka kwake ni kuwa Koti la ushekhe wa mkoa alilolivaa halikumbadilisha, amekuwa yule yule kama alivyokuwa kabla ya kuwa nani, shekhe wa mkoa. Amezidi kupendeza, shekhe Yusuf anasema azidi kupendeza <laughs> <sallallahu alaihi Muhammad. laughs> na katika hili nakumbuka maneno ya Abubakrin Siddiq radiallahu anhu mara alipopewa nafasi ya ukhalifa wa kuwa khalifatul muslimin, zikaanza kelele katika mtaa, katika mji wa Madina, Abubakari amekuwa khalifa, hivi sasa tena haji kutukamulia maziwa tena wanyama wetu. Abubakrin akasikia haya maneno, akazungumza maneno haya yanayosema wa mimi nitaendelea kuwa yule yule Abu Bakri, wala yughayyirani min amri alkhilafati shay'un wala yughayyirani min amri alkhilafati, na hakuna chochote kitakachonibadilisha katika mambo ya mimi ni yule yule. Kwa shekh Walidi ibn Sheikh ukhalifa Abu Bakri Al-Hadi, nikimuona nakumbuka maneno ya nani?

ala dhunubika tula dahri mahzuna. Hii ndio lubu tasawuf, ndio kiini cha tasawuf. an tasfua bila kadharin, ni moyo wako kuwa ni msafi. Na ndio maana hata ilipokuja katika ile sura, wakati anaambiwa Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam, wa thiyabaka fatahir, ikaja thiabu kwa maana ya qalbu

kana Rasulullah sallallahu alayhi alaihi wasallama sayyid almutawadhiin al alikuwa yuko hana makuu hata katika familia yake ndani. Siku moja Umar ibn Alkhattabi aliingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta Mtume ameinama kama farasi kama punda, Alhasani wal Walhuseini wamempanda katika mgongo wake. Umari akamwambia Mtume sallallahu alayhi lhi wasallam lakini akiwaambia wale wajukuu zake, ni'mal farasu tahtakuma ni al-Hasan wal Hussein, hakuna farasi bora kama huyo farasi mliyempanda Mtume. Akamwangalia Umar, akamwambia wa ni'mal farisani humaaaad wa, na kama kuna wapandaji bora wa farasi hakuna kama hawa waliokuwa katika mgongo wangu. Naam. Haya, Shekh naambia ni mkaribisha. <laughs> Haya, maiki hizi zina maradhi. Shekh Walid, karibu karibu.